Kwa majina anaitwa Harriet Marcus, nasoma kidato cha nne katika shule ya sekondari Mang'oto. Nishukuru serikali inayoongozwa na, na rais Samia, Dr. Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye yeye ametusaidia. Tumepata mabweni mapya mazuri, tumepata sehemu ya kulia chakula ambayo ni bwalo, tumepata pia na maabara ya chemistry. Changamoto zipo nyingi, lakini zifuatazo ni kadhaa ambazo ni muhimu ili kusaidia taaluma yetu endelee kupanda juu. Cha kwanza, tuna ukosefu wa maabara ya physics, pamoja na biology. Hivyo inasababisha hata wakati wa kujifunza kwa vitendo tukashindwa kufanya vizuri katika mitihani yetu. Pili, tuna changamoto ya kutokuwa na maabara ya kompyuta ambayo hii inaleta kikwazo kikubwa katika maendeleo yetu ya taaluma. Na pia huleta maafa makubwa kwa sababu tunakosa taarifa za haraka ambayo ni, ma, ni matirio mbalimbali yanayotusaidia sisi wanafunzi kujisomea vizuri na kufaulu pia. Lakini kingine ki, tunakosa maktaba ya kujisomea sisi binafsi, ambayo sehemu hiyo ni tulivu, haina makelele, inayotusaidia sisi kujifunza vizuri na kupata maarifa mengi ambayo yatusaidia sisi katika mitihani yetu. Majina naitwa Timotheo Remi Mloe, ni mwanafunzi wa kidato cha nne katika shule ya sekondari Mang'oto. Na kwanza naishukuru serikali kwa kutufanikishia uboreshaji wa miundombinu kama vile mabweni mapya, bwalo linalotumika kwa ajili ya chakula na mambo mengine, madarasa kama ya kidato cha tano na cha sita ambacho natarajia kupokea miaka ijayo michache pia kutokana na mambo hayo tuliyofanikiwa, serikali iliyofanikisha kutupatia pia, tuna changamoto mbalimbali zinazotukumba ambazo inatupelekea labda u, ufaulu wetu kwa chini. Kwa majina, naitwa mwalimu Jacobo Juma Nyangogo, mwalimu wa shule ya sekondari Mang'oto. Niliajiriwa hapa mwaka 2015 na kipindi tunaajiriwa hapa tulipo, tuliajiriwa walimu wanane na, lakini hapa shuleni kulikuwa hakuna nyumba za walimu, tukawa tunaishi mtaani. Umbali wa kutoka hapa shuleni hadi mtaani ni kilomita kama tano. Kwa hiyo umbali uliathiri sana katika swala la ufundishaji, kwa sababu asubuhi tulivyokuwa tunajiimwa hadi kufika shuleni tulikuwa rafiki wa mtu ushachoka. Kwa sasa hivi nimepata nyumba hapa shuleni, naishi naishi hapa shuleni, lakini navyoona kwa sasa E, swala la ufundishaji naona linaenda vizuri kwa sababu hata swala la kuandaa kipindi inakuwa ni rahisi zaidi. Naandaa kipindi ningia darasani nawafundisha, kwa hiyo nawafundisha vizuri so, pasipo kuchoka e, na ndio faida ninayoiona zaidi. Na vilevile wanafunzi katika somo linaloifundisha angalau e, naona matokeo ya yanabadilika na maana kwamba ufaulu unaongezeka. Asante. Kwa majina naitwa Mwalimu Nelson Parson Malange, nafunicha somo la historia na maadili, lakini pia kwa upande wa, pande wa sans, kama, mimi kama mdhibiti ubora wa shule. Ndani ya shule kuna changamoto nyingi. Kukosekana kwa vifaa kwa vitendo hasahasa kwenye maabara zetu vinakwamisha wanafunzi kufanya vitu kwa vitendo, kwa hiyo hapa inapelekea performance kuwa ndogo. Kwa nini? Kwa sababu anashindwa kuvifanya vile vitu kwa wakati hasa hasa, unakuta kwamba kipindi cha mtihani anapewa kitu ambacho haja kufanya mazoezi. Hiyo ni kitu kubwa sana kwetu, lakini pia hili hapa imepelekea sana hata ufaulu hafifu kwenye somo la sayansi. Lakini pia hivyo hivyo, kuna faida kubwa ambayo tumeipata kwa pata vitu vingi vya sayansi kama biology, physics na chemistry, na pia tumepata walimu ambao wanaweza kile kitu kifanya kwa wakati, lakini pia baada ya vivyo vitu angalau ufalme wetu umeanza kupanda juu, na kila mwenye nafasi ya aina yote, mwenye kusema chochote malikokote, tunatamani atimie fursa hiyo. Mwenye kutoa mchango wote, tunatamani aone atimie fursa hiyo pia. Na nimewaambia ipano asana na yangu msiku hapa, nilikuwa serious na mimi sina muda wa kupoteza chote iana kutafuta. Ninamaanisha sina muda wa kupigapiga simu chone nikutafuta

Nina akiba ambayo nimeweka kwa ajili ya mbunge atakayekuja kupatikana. Ninayo akiba yakakesha kugamua ya kwake naye kwenye ya kwenye risala. Na kipande ambacho nimeamua nitampatia yeye, nasubiri mpaka awe angekuwa weza kumpatia hayo ko nami nitapiga hatua kwa to, sababu wadau muhimu tukitumika vizuri, maendeleo tutapiga hatuitaia diwani akisimamia ya nafasi yake

na kisha kiana kwa ukisema, viko vitakavyofanikiwa, viko vitakavyokwama, lakini kwa vyovyote kuna mafanikio katika kufanya chukua hatua katika yale maamuzi yetu ya, ya.